Siku ya leo nimefurahi sana kufika katika kongamano la vijana ambapo nimetambulisha kitengo cha dawati kwamba hiki ni kitengo maalumu kilichopo ndani ya jeshi la polisi Tanzania kinachoshughulika na malalamiko mbalimbali dhidi ya ukatili wa kijinsia pamoja na ukatili dhidi ya watoto. Lakini pia katika kongamano hili nimeeleza maana ya ukatili wa kijinsia, nimetaja na kueleza aina mbalimbali mbali za ukatili wa kijinsia ambazo ni ukatili wa kijinsia kimwili, ukatili wa kijinsia kiuchumi, kisaikolojia, pamoja na kingono. Pia katika aina hizo nimeeleza changamoto ambazo vijana wanakabiliana nazo kutokana na umri wao ambapo nimesema yes, malengo sabia ni kuwafikia vijana wazee, na watoto yeah, kwa sababu wao ndo wahanga wakubwa kabisa katika masuala mazima ya ukatili wa kijinsia hivyo basi, vijana hawa nimewaeleza kwamba ni nini ambacho kama vijana wanatakiwa kufanya ili kutokomeza ama kujiepusha na ukatili wa kijinsia. Cha kwanza nimewaasa kabisa, inatakiwa wajue elimu ama wajifunze masuala ya ukatili wa kijinsia kwa sababu kama hujui maana ama aina za ukatili wa kijinsia basi hauwezi ukajua na kujiepusha kuhusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia. Lakini pia nimewaasa vijana kutoa taarifa ama kutokuficha matendo yote yale ya ukatili ambayo yanatokea katika jamii yao ama yanayowatokea wao wenyewe. Hivyo basi, nimewaambia kwamba vijana wachukue hatua na watoe taarifa katika dawati letu la jinsia lakini pia nimewasa vijana kwamba inatakiwa zikatae mila na desturi kandamizi ambazo zinaleta migogoro ama zinaleta ukandamizi ama ukatili wa kijinsia kama vile ukeketaji na vitu vingine ambavyo vyote vinaathiri ustawi wa vijana kiujumla. Lakini pia nimewasa na viongozi wa baadaye. Kwa hiyo kwa kutimisha mambo haya, niseme kwamba vijana ndio taifa la kesho kiujumla. Niwaase vijana wasisite kufika katika dawati letu kutoa taarifa za ukatili pindi zinapowatokea au wanavyoona zimetokea katika jamii zao. Kwa nafasi yangu, kwa taasisi niliyotoka, tulipewa nafasi ya kuongea na vijana juu ya stadi za kazi na maisha. Tumejaribu kujadili, kujadili kwa pamoja kuona thamani na vitu wanavyopaswa kuviongeza ndani yao, ili waweze kuwa na sifa za kufikia fursa mbalimbali zilizoko ndani ya serikali na kwa mashirika mbalimbali yaliyopo ndani ya manispaa na kuwawezesha kuweza kujitegemea kiuchumi kukua kifikra pamoja na kuendeleza afya zao na maendeleo ya kijamii kwa ujumla. Kwa hiyo tumeongea kwa pamoja, sura mbaya ya kijana, sura nzuri ya kijana, mapungufu walionayo. Waongeze uwezo wa ku network na watu wengine, kuuliza uh, mambo wanaotaka kuuliza kwenye ofisi sahihi, ili waweze kupewa majibu sahihi, lakini pia wawe na hulka ya kuchukua hatua pale wanapokuwa na ndoto zao. Ndoto bila kuchukua hatua ni sawa na mbegu iliyoko mochwari, haitaweza kuota. Kwa hiyo kwa kifupi ni hivyo. Naitwa Sofia Mrisho Madenge, ni muuguzi mkunga, pia ni kansela kwenye masuala ya HIV ukimwi kwa vijana. Leo nilikuwa ni mtoa mada kwa vijana kuhusu afya ni mtaji. Kijana anapokuwa na afya anaweza kufanya shughuli zake bila kushindwa wala bila kuteteleka. Niliwasisitiza vijana kabla ya mahusiano kupima HIV. HIV kwa sasa imekuwa ni janga kubwa kwa vijana, haswa vijana wadogo wenye mihemko na mapenzi. Kwa hiyo niliwasisitiza sana vijana kufanya mausia, kufanya upimaji kabla ya mahusiano, sawa eh? mahusiano ya vijana bila ya kupima itapelekea vijana kupata maambukizi bila wao kujijua. Kwa nini? kwa sababu kuna vijana wengi waliozaliwa na maambukizi ya HIV kwa sasa wako vioni, wako mashuleni, na hao wanapokutana hawana utayari wa kumwambia mwenzi wake kwamba twende tukapime maambukizi au mimi naishi na maambukizi ya HIV, hivyo basi niombe tukapime. Kwa hiyo vijana, nimewasisitiza sana wapime kabla ya mahusiano, lakini niliwasisitiza sana afya ni mtaji, haswa kufanya kushiriki au kutafuta kufika kwenye vituo vya afya na kupata elimu ya uzazi salama. Kwa majina naitwa Usna Sechonge, mimi ni muuguzi wa manispaa. Huwa natembelea vijana mbalimbali mbali katika kuongea nao masuala ambayo yanaendelea, masuala ya utandawazi, masuala ya elimu ya afya, afya ya uzazi, uzazi, kwa leo vijana hii ni watu wengine kama alivyosema mkuu wa mkoa, kimila inatafsiriwa tofauti. Kwa hiyo pia ni changamoto kubwa sana kwa kuwaelimisha wazazi katika zile mila na desturi, kuwatoa sasa, kuwaweka kuwa hii ni njia salama kabisa. Ambayo wao wanachukulia kuwa afya ya uzazi ni mambo ya uzazi wa mpango peke yake, hapana. Afya ya uzazi ni vitu vingi ambavyo vinaingiliana, ambao inaingiliana pamoja na, na ni mimba ambazo mimba za utotoni kitu kingine ni ukatili. Yote haya yanaingia kwenye afya ya uzazi. Kwa hiyo tunapotoa elimu, huwa tunajaribu sana kuwatoa kwenye ile zana ya zamani, sasa kuwa labda ni mambo ya kutumia tu sindano kuchomu, kutumia vidonge. Hivyo lazima waje katika mstari kwa afya ya uzazi, inachukua mambo mengi sana, ambao pia kama mtoto wa miaka 15 akipata ujauzito tayari ameshaharibu afya yake, inakuwa ni hatari katika kujifungua, pia anaweza kupoteza damu nyingi inaweza ikawa ni atari, kadumaza kiakii. Aaaa anafanya katil, enda kusema sehemu nyingine, atamwaibisha baba, lakini ile ni haki yake si sahihi, anasema kwenda kulipoti. Yule atabaki kuwa ni mzazi tu siku zote. Kwa hiyo tunatoa elimu sana. Endapo mtu amefanyia kitendo kama hicho, hawezi sasa kusema kutoa yale ya moyoni, anaweza simwambie mama akamwambia, hata shangazi. Kuna serikali za mitaa, kuna uongozi sehemu mbalimbali. Pale Saba Saba ukija, kuna kituo kimeanzishwa kabisa ukatili wa kijinsia kwa pia pia inasaidia kulipoti vile, ili kuweza kumsaidia kijana atimize malengo yake. Kama kijana, najua kila kijana ana ndoto zake anapenda azifikie na aweze kuzitimisha.